Na jamaa ambaye alikuwa ana trend kwenye mitandao ya kijamii akiji, akisema kwamba yeye ni baba yake na Chief Godlove. So na Chief Godlove yeye amemtupa na apati msaada wowote kutoka kwa Chief Godlove. Sasa leo katika pita-pita zangu nikaona video ambayo Chief Godlove amempata yule jamaa ambaye alikuwa anasema yeye ni mwanaye ni Chief Godlove. Sasa katika interview ile jamaa alikuwa akasema kwamba kitu kikubwa ambacho kilimfanya mpaka yeye ajifanye kama baba yake Chief Godlove ni shida tu, na kuna washikaji ambao wao walimuita akumwambia, kwamba huyu jamaa anafanana wewe, unafanana na Chief Godlove, basi tutembele hii kiki, huenda kawa tutatoka kimaisha, lakini pia tutapata chochote kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe mwenyewe kwa sababu yeye mwenyewe jamaa anaishi kwenye maisha ya chini sana. So, umesia kuongea sana, tukasikiliza tuka hii interview, umsikie jamaa mwenyewe akiongea hali halisi na kilichomfanya mpaka kujifanya yeye ni baba yake Chief Godlove kutofautisha. Ha shida na umefanana na Chief, kwani tusi tusiposti picha ya Chief na yako, labda unaweza ukapata msaada. Kwa hiyo mimi ndio nawasilishia kwa sababu mimi Chief, hii ni picha tu ambayo ilifanyiwa yaani, kama nini hivi, kama ni kiki au si wao. Ehe, ni kiki, lakini ndio nia kubwa ni kupata msaada, kwa sababu wanapata msaada watu ambao hawajafanana naye, umeelewa? Jamani, mimi nimefanana naye na mimi nafaa kuitwa tu bwana Chief, Chief mwanao, na mimi nikaitika ndio. Mtaani natambulika kwamba mimi Chief mwanangu kweli Ah, nakubali. Ndio, sasa nitafanyaje? Ndevu, mdomo, kila kitu, kwa mimi naficha jamani? Uongo hadi sauti na uongo wa chifu eh. Mimi naongea ukweli bwana, mimi shida yangu bwana, hali yangu ni mbaya, shida yangu nipate msaada eh. Bwana, kama mlivyoona na mmemsikia jamaa, anasema hali yake ni mbaya na lengo lake kubwa lilikuwa ni kupata msaada, so kwa sababu sauti yake lakini pia mdomo wake ndevu zimefanana na Chief Godlove, basi akaona sio mbaya atembelee upepo. Lakini pia naona amefanikiwa, kwa sababu Chief Godlove ameweza kum, kumtafuta mshikaji na amekaa naye na si haba, huenda akawa amemwacha na, na chochote kitu. Lakini nikukumbushe tu issue ambayo ina trend sasa hizi kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na watu wengi kuchukua uh, kuchukua fomu za ugombea fomu za ugombea kwenye sehemu mbalimbali ambazo wametoka na nafasi mbalimbali mbali ambazo wameweza kuchukua. Chief Godlove yeye amechukua fomu kila, lakini hakuchukua yeye, kuna watu ambao wameweza kuchukua wamemchukulia yeye, nimeona kwenye post ya KLFM Radio. ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, akisha namaliza alama ya subscribe hapo chini. Asante.